Nimeona ile clip Harmonize anaenda kukutana na Kizz Daniel Lagos. Oh, this is aura, bro. This is aura, man. Come on, man. Yo. Harmonize anajua. Oh, <laughs> anajua sana kuvimba mm -hmm. Oh, oh, piga kitu chake then anafuata Kizz Daniel you have to meet with me, huh? Yaani kwamba wewe umefurahi kuonana na mimi eh? Yo. <laughs> Oh, hiyo ni aura mwana wetu. Ah, umetisha. Yaani nimependa kwanza eh. Hiyo hiyo hiyo hiyo meeting yako wewe Kizz Kizz na Kizz Daniel. Yaani kama Kizz Daniel alikuwa anamsubiri muuni fulani hivi, anakuja yaani kama Chris Brown fulani anakuja, yaani kwamba mwana wetu Makonde. Tembea zake taratibu, anajivuta. <laughs>